Habari za muda huu mpenzi mtazamaji wa Dea Town TV, ni wakati mwingine tena katika stopwatch ya Dea Town TV. Lisaa letu wiki hii linaenda kusimama katika jiji la Dar es Salaam, jiji maarufu kama Bongo. Leo moja kwa moja bila kupepesa macho, tunadondoka katika mitaa ya Kariakoo, ambapo inapatikana miamba miwili yani Simba na Yanga katika tetesi za usajili juu ya miamba hii miwili yani Simba na Yanga katika kuonyeshana mabavu, ikionekana kuvutana na kuonyeshana ubavu katika usajili wa dirisha dogo ambalo litaenda kufunguliwa Januari 2026. Moja kati ya tetesi ambazo kwa sasa zinafuatiliwa na vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini ni kuhusiana na mchezaji Luis Miquesson maarufu kama Konde Boy, mchezaji ambaye anaonekana kutajwa sana na vilabu hivyo viwili kutokana na kurudi katika kiwango chake kile cha awali. Luis E. Jose Miquesson ambaye haliwahi kutingisha katika ligi ya Tanzania akiichezea Simba Sports Club, ashawahi pia kuichezea timu ya Mamelodi Sundown kutoka pale South Africa, lakini pia bila kusahau Al Ahly ya kule nchini Misri. Kwa sasa anakipiga pale Udisonga, Msumbiji, akionekana kurudi katika kiwango chake kile cha awali ambacho kilikuwa bora zaidi huku namba zake zikithibitisha pale katika ligi ya Msumbiji, akibeba tuzo za man of the match zaidi ya mara tano na akifunga magoli kumi na tano na akifanya klabu yake ya Udisonga kuwa kileleni katika msimamo wa ligi hiyo wakati kilele hicho kikishikiwa na timu hiyo ya Udizonga wakiwa na alama 56 na wapinzani wao ambao wako nafasi ya pili wakionekana kuwa na alama 38, huenda Luis Jose Miquesson akarejea katika ardhi ya Tanzania kwa mara nyingine tena. Swali ni je, kwamba raundi hii atadondokea wapi? Jangwani au pale katika viunga vya Msimbazi? Mimi na wewe hatujui hii ni stopwatch mpaka wakati mwingine. Ni mimi hapa, Tambo yali aka Chuma, kutoka viunga vya Dar Town TV. Usisahau kuni subscribe kulike na kucomment ili tuendelee kwenda sawa. Bye bye.